Wewe, wewe, wewe, unajuaje haya yote Elisha? Tumekutafuta kwa muda mwingi, Elisha. Elisha, wewe tulikutaja ajali. Elisha unatumaliza, Elisha unatumaliza, Elisha. Mmenitegea no, ajali no. Tumekutaja lakini, Elisha, tumekushindwa. Kila mara tukija kwako unatuua. Kila mara Elisha, Elisha, hey. Elisha unatuua, jamani, unatoka watakufa Kama wamenishindwa mimi, hata kwako watashindwa. Si kama kuna watu watatu wanapokea ushindi huo? Kama wameshindwa kwangu, hata kwako watashindwa. Sema kwangu watashindwa pia, bado watu mnanisikiliza hapa, tunavuka mwaka salama, tunavuka mwaka salama, wala ambao wamejitoa kufanya ibada na kuwa waombaji, tunavuka mwaka salama, tunavuka mwaka salama. Amvuki hakuna kumdondosha mke wala mume, hakuna kudondosha mketo wala kazi. Kama una biashara utavuka na biashara ikiongezeka, kama mmeweka na kazi Sema na beba familia yangu na kila kitu. Mlitaka kuniua mimi. Mtaniua tu? Tutakuua. Kwa namna gani? Elisha taniua? Jamani tuache tu. Wajetu. Elisha ukikoma. Okay, mimi nakosa gani na nyie? Elisha, jamani kila mara akija huyu mtoto hapa unamuondolea magonjwa. Vile ndio vya tumbo ulitangua wewe. Taifa ulitangia wewe. Kumtembia moyo, walipanga kumpasua ubongo, lakini Elisha, huyu angetakiwa kufa mwezi wa sita, lakini lakini Elisha, Elisha jamani, huyu angetakiwa angesha kufa, na daftari yake tumechukua na amefaulu darasa la saba kwa bahati ya Mungu. Atakufa huyu? Mlipanga kumua mwezi wa sita, atakufa tukategua? Huwa mnafanya ibada zenu wapi? Baharini wapi? Kuzimu? unatakaje Kwenye makaburi unatakaje? Makaburini tunatakaje? Ni nani? Ni ndugu mdogo wako au dada mdogo wangu? tumbo moja? Ndio. Okay, ngoja ngoja, hatima yake iachiliwe ya. Eh, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Mnafanya kazi gani kwake? Anaitwa nani? Eh, Viki. Haya haya, muongee. Kwa nini mnakamata nyota ya Viki? Eh, kwa nini? Kwa nini mnakamata hatima yake? Kwa nini? Kwa nini? Acha mikono. Wewe, wewe, wewe nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Kwa idadi mlioka. Kwa idadi mlioka. Nateketeza, waachie mikono yake, waachie baraka zake, waachie hatima yake, waachie vitu anavyobeba. Kwa jina la Yesu, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Tapika vitu vilivyomtesa navyo kwa miaka yote. Kuisha habari yako. Ndio. Kwenye, kwenye hiyo mikono, kwenye hiyo mikono napeleka radi za moto. Aliyeshikilia utajiri wake, aliy utajiri wake, kwenye mikono, kwenye mikono naona, naomba, naomba uwe karibu na mwalimu hapa. Kwenye mikono, kwenye mikono naona hapa, hata katikati, kwenye mikono kuna pesa zinatakiwa kuja kwa huyo mtu, kuna mtu sahihi, kuna, kuna baraka fulani inatakiwa kuja kwake, lakini nazuiliwa, inazuiliwa, inazuiliwa. Ninamwona mtu akiniambia, tumenenea, tumenenea mikono yake, tumenenea. Angalia kule nyuma, saidieni kule tu. Naomba viongozi mtawanyike tu, ili wasivunje viti, kwa sababu kuna upako umekuja kwangu. Ni upako wa kitajiri, ni upako wa kitajiri ni upako wa kitajiri ni upako wa kitajiri ni upako ni upako ndio, kwenye huo mkono usinyamaze, kwenye huo mkono saidi dada na mtoto hapo, huyo mtoto na mtoto hapo, huyo mtoto ambaye uko naye katika jina la Yesu, upako wa kitajiri upako wa kitajiri upako wa kitajiri upako wa kitajiri. Kuna watu wao saa hii roba shaka roba shaka eh? nini nini nini utaki ni utaki niongea eh, utaka Unataka ateseke! Who are you? We nani? We nani? Afanyi chochote. Kwanini umemloga? Kwanini umemloga? Eh? Eh? Eh, mfunga, mfunge. Eh. Kwa nini asifanyie chochote? Anashika pesa <laughs> anashika pesa eh? Eh? anashika pesa afanyi chochote. Uch... Okay, nyota yake mmepeleka wapi? Mmepeleka wapi nyota yake? Wapi nyota yake umepeleka wapi? Nyota yake umepeleka? Bado kunasikia utajiri wa mikono, utajiri wa mikono, utajiri wa mikono. Hao watu sio watu wa kawaida. Kuna fursa mbalimbali mbali zimezuiliwa na hao wakikamata. Pesa pesa hazikai, aki hazikai. hazikai. Wanatakiwa kujenga, wanatakiwa kuwa watu wakubwa, lakini kwenye mikono yao kuna fursa zimekamata. Weka tu mikono, elekeza huko, kwa jina la Yesu. Kwa nini umekamata mikono yake? Kwa nini umekamata? Kwa nini, kwa nini? umemtoa umemtoa wapi? Umemtoa wapi? Anajua mama mkwe na mawifi namchukia. E, na na tu kutafuta hela anajifanya. Nyosha mikono, tukasema kila anayenipiga kwenye familia niliyotoka, niliyoolewa, nilioa, moto unawaka, moto unawaka moto unawaka. Udada na roho ya utajiri, anabeba roho ya kitajiri, anatakiwa na wameshamuharibia uchumi, kwamba wanasema popote aendapo atatukumbuka na atarudi hapa, atajuta, atajuta, ataona. Nasema hivi, nyosha mikono ilikotoka, kila aliyekutesa, kila aliyekutesa akasema atafanikiwa, atapata pesa, ataanzisha vibiashara vimboga, sijui nini, atakoma. Nasema leo mikono yake iachiliwe hiyo mikono iachiliwe, hiyo mikono iachiliwe, hiyo mikono iachiliwe, hiyo mikono hiyo mikono. Bado nasikia kuna mtu ambaye anabeba roho ya utajiri, na waliwahi jaribu biashara kwenye mikono tu, na iona kwenye mikono tu naiona, lakini walishughulikiwa kichawi, walishughulikiwa kichawi, walishughulikiwa kichawi, walishughulikiwa. Ndio, ndio, kwenye hiyo mikono, kwenye hiyo mikono, nataka uachie hiyo pesa mliozuia, hiyo pesa mliozuia, hiyo heshima mliozuia, hiyo pesa mnayokula, hiyo pesa mnayokula, hiyo pesa mnayokula. Akikamata pesa idumu, akikamata pesa iongezeki kwa jina la Yesu. Roho ya panya, roho ya panya, roho ya mijusi iliyokaa kwenye mikono inawaka moto. Naona pesa, pesa inayotakiwa kuja, pesa inayotakiwa kuja kuwasaidia. Mmoja amekuwa akiomba mtaji na ana nyota ya biashara, ana nyota ya kuji tuma ana nyota lakini wamesema anajitahidi, eti ataangalia na watoto wake, na hata tutazamia tena na hata kukumbuka tena. Akifanikiwa huyu atapenya, na Mungu anasema kwenye mikono anabeba roho ya kitajiri, sio ya kawaida. Anabeba roho ya kitajiri, sio ya kawaida mikono kusema, kila uchawi ulio, niwekeeni mikono kwa hawa watu, niwekeeni mikono, niwekeeni mikono kwenye vichwa vyao, niache kabisa. Nini utaki nimsaidie? Sasa anaenda na atakwenda anaenda na atakwenda alafu, Alafu umezika wa watu, vitu wanapambana unakamata akili uhuhi zao. Weka mikono ya mtu wa Mungu, Unaliwa sema kila uchawi uhuhi unaofanyika hapa kwa watu hawa kwenye mikono yao, kwenye akili zao, viti vya enzi vya umalikia, pesa zilizozuiliwa wakawa kuna mtu anaotaga sana na kamata pesa lakini hiyo pesa, so anaota anamiliki pesa lakini hiyo pesa, kuna mahali inatumika, haruhusiwi kumiliki hiyo pesa, lakini anaota pesa, anaota pesa. Mmoja aliwahi kuota anapota hela nyingi na akaamka akiwa anasema nitapata, nitapata. Kumbe nyota yake ilikuwa inatumika, watu wanatumia hiyo nyota, watu wanatumia hiyo nyota, watu wanatumia hiyo nyota sasa ija haraka sana ndi aliota anashika pesa nyingi, aliota. Kuna mtu namuona, aliota anashika pesa nyingi, aliota anashika pesa nyingi. Ninamuona mwanamke anayeniambia hiyo pesa maana yake tunamiliki sisi. Amekuwa mtumwa wa vitu, hata akifanya vitu hafanikiwi maana utajiri wake tunao sisi, tunao sisi. Weka mikono, elekeza, elekeza huko madhabahu, elekeza huko madhabahuni, sema utajiri wangu uliokamatwa uachiliwe sasa kwa damu ya Yesu tunawasha moto, tunawasha moto. Enyi mapepo, enyi majini, yafe, yafe! Nahesabu mpaka saba, mfe na muendoke kuzimu. Nikisema moja, kanisa sema faya. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Nikisema saba, na wachoma kwa visu vya moto Unamuona umalaika aliyesoma kwenye madhabahu. Unamuona ni wauwe. Na wauwe, ndiyo. Na wauwe, ndiyo. Sita, sema fire. Umeona, uwe moto. Sita, sema fire. Naenda ya saba. Mwachie, mwachie ya saba hiyo. Malaika, leta panga za moto. Leta radi za moto. Hawa toke kaburini. Hawa toke baharini. Hawa toke kwenye kona za barabara. Watoke kaburini. Achia mpaka vibali vyao, achia mpaka watu wao sahii, achia mpaka watu wao sahii, achia kupendwa kwao, achia kupenya kwao, achia wakabeba familia. Naenda ya saba, kanisa, weka mikono juu, sema tunakwenda ya saba, ishara ya kwamba tunawaua, tunawaua Madhabau za kichawi iliyokaa tumboni iliyokaa kiunoni iliyokaa begani iliyokaa kwenye mikono iliyokaa kwenye miguu iliyokaa kwenye tumbo, kwenye kifua. Madhabau ya uchawi iliyokaa kwenye ardhi, kwenye lango, kuwatumikisha watu, tunaenda ya saba. Weka mikono, kila mtu sema wafe, sema wanakufa sasa hivi naenda ya saba. Nikisema saba, fungeni virago mfe na mteketee. Naenda ya saba, nikisema saba, kanisa, sema tuna waua kwa moto, kanisa jiandae. Naenda ya saba, ya saba kushabari Kofa, mwachie Kofa, Kofa, in Jesus name. Yesu makofi. Pe Yesu makofi. Pe Yesu makofi. Afungueni miguu, fungueni miguu yao.